Uh, Pacome Pedro Zouzoua ana michezo ishirini na tatu, amefunga magoli tisa, ametoa assist mara tisa. Kwa hiyo ukijumlisha hapo amehusika katika magoli kumi na nane. Pacome Pedro Zouzoua ya yeah, ni moja kati ya namba nzuri kutoka kwenye kiungo mshambuliaji. Uh, Pacome Zouzoua amekuwa na consistent performance toka amekuja Tanzania uh, mwaka jana alikuwa na idadi hiyo hiyo ya magoli, ambayo unaweza kuona kuna mwendelezo wa kilichokuwa bora, lakini uh, kitu pekee ambacho kimebadilika this time ni position ya namna ambavyo walimu ambao wamekuja wanamtumia. Uh, Ramovich alikuwa anamtumia tofauti. Uh, Gamond alikuwa anamtumia tofauti. Uh, na Mirud Hamd naye eh, amemtumia tofauti so imepunguza kwa namna moja ama nyingine, imepunguza mvuto wa Pacome Zouzoua ambaye watu walimshuhudia kwenye msimu wake wa kwanza akiwa chini ya Miguel Gamondi. Uh, na bahati mbaya sana kwa Pacome Zouzoua ameandamwa na majeraha ya hapa na pale, ambayo kwa kiwango fulani pia yameondoa ile confidence yake, uh, yameondoa uh, ufanisi wa kiwango cha cha cha kati cha hmm, na imepunguza pia mvuto kwenye ufuatiliaji wa mambo ambayo anayafanya Pacome, Pacome kitu yes, pekee ambacho Pacome hmm, alikuwa anajaribu kurudisha uh, matumaini aliokuwa nayo, matumaini ya Wanayanga wengi walikuwa wakimwona msimu uliopita ni kujaribu kucheza na sauti kutoka majukwaani At least waanze kumzungumza kwenye namna bora ambayo anajaribu kuwafurahisha zaidi mashabiki, kwa kuamini kwamba bado yeye ni bora, kwa kuamini kwamba bado ana huo mvuto. Lakini huo ndio ukweli kwamba msimu huu kwa Pacome umekuwa na changamoto ya majeraha ya hapa na pale, na pia ile ya, ya kucheza imekuwa ikibadilika badilika, nafikiri Pacome alikuwa bora sana kipindi cha cha cha Miguel Gamond pamoja Angel na eh, Angel yeah. Angel Gamond yeah. eh, na kwa mbali mm-hmm. Ramovich lakini Mirudi Hamdi uh, nafikiri aku, akujua ampe nafasi ipi hasa inaleze atoke kana, pembeni inawezekana ina, ina, kuondoka kwa zizikia akarudi katika eneo lake la kati huondoka kwa zizikii yes, kwa sababu ni mpishi mzuri mm, uh, ana dribbling mzuri, ni kiungo ambaye amekamilika kwenye vitu vingi. Akiwa fit 100%, mm. Pacome Zouzoua atakupa burudani na magoli na vitu vingi vizuri kiwanjani mm. Lakini haya majeraha na ndiyo ambayo yanampunguzia yana ile kujiamini, hmm. kuweza kukupa burudani ya kujitosheleza, kujitosheleza.